Tusiseme mambo ambayo yalitokea miaka elfu sita iliyopita, elfu nne, kipindi cha Eliya, tukiwa tumekwama kwenye ujenzi wa hili kanisa na nikiwa mchungaji wenu, Mungu akasema kuna mwarabu mmoja ana pesa, nendeni mkachukue, kipindi hiki mmekwama, mtakuwa mnarudisha polepole bila riba. Zile pesa zingekuwa nzuri sana kama zingekuwa zimetoka kwa mzee Manumbu, maana ni Muisraeli kama sisi anasali siku ya Sabato, kama sisi anakaa kanisani siku kumi za maombi, kama sisi anasubiria marejeo ya Kristo mara ya pili kama sisi. Yule mwarabu alitupatia milioni mia mbili themanini, kama nakumbuka vizuri, bila riba, na anasema lipeni tu kwa muda wowote mnaotaka. Lakini nilipoenda kwake, akaniambia hili jambo nililowafanyia mtumishi wa Mungu limeleta thawabu, hili limeleta thawabu, yani hata nikifa leo ninaenda sijui kwenye sehemu ambapo mito inatiririka maziwa, halafu ninapewa bikira saba. Yaani ye ya ametoa pesa tujenge kanisa ili akifa apate bikira saba huko anapoenda baada ya kufa, thawabu. Sasa maneno yale yanamtisha mchungaji, maana mimi najua wafu hawajui neno lolote, na najua hamna habari ya bikira saba mahali popote kuna nyakati anatumia njia zisizo za kawaida. Wapendwa, naomba unielewe hivi, kuna nyakati Mungu atatumia walokole kufanyika baraka kwako. Kuna nyakati Mungu atatumia mpagani kufanyika baraka kwako, ambazo mwadventista mwenzako hawezi kukupa. Jirani yako asiyeenda kanisani wala asiyeenda msikitini anaweza akatumiwa na Mungu kukuokoa kwenye jambo kubwa. Ninachokuomba ni kwamba tafadhali, usimlimit Mungu. Mungu siyo shemeji yako, njia zake hazichunguziki. Kuna mibaraka tunapishana nayo kwa sababu vichwani vyetu tumeamua namna ambavyo Mungu anaweza akafanya kazi tunakwenda kwenye hii net event tufungue macho yetu masikio yetu hisia zetu kwa njia zote ambazo Mungu atatumia kuitimiza kazi yake. Let's not limit God. Kama alifanya namna hii net event iliyopita, this time around anaweza akaamua kufanya namna hii. Na, nasifungui Pandora box, nimekwambia usalama ni hiyo njia iwe inaongozwa na nani jamani? Na Mungu. Sifungui Pandora box, lakini tuwe hakikisha usalama hii njia lazima iwe inaongozwa na Mungu. Na utajuaje hii njia inaongozwa na Mungu? Kama moyo wako umeshikamana na moyo wa Mungu. Kuna nyakati Mungu anaweza akatumia watu ambao hukuwategemea kufanya mambo makubwa na ya ajabu kwenye maisha yako.